Lakini tutashirikiana naza, mnajua mimi ni Mkatoliki mzuri na nimekuwa nikishirikiana vizuri tu Saa. Saa. E, kwa hiyo migungani, msiwe wanyonge bado, ba e, bado nipo, kwa hiyo tutaendelea kushirikiana kama ambavyo Madam Catherine huwa unanipigia simu pale inapotokea mm -hmm. changamoto ambayo inawahusu Wakatoliki wenzetu na, wa mm -hmm. na sasa hivi niko jumuiya ya Mtakatifu Francisco, Francisco na leo nimesali kwa mara ya kwanza kwenye jumuiya na mimi ni waombe tu, na nimeongea na katibu mwenyekiti wangu, niliongea naye jana uh, mko mikono salama, mko na mtu ambaye Mkatoliki kweli kweli Amina. ambaye nimelelewa kwenye misingi nimekulia huku, na jana nilipata bahati pia kula chakula cha mchana na baba paroko pale parokiani na nikapata pia fursa ya kusali misa ya Christmas nilikuwa kule, lakini najua pia hapa pia tuna kanisa letu, nitakuja na kwenye kusali. Lakini alinipa mwaliko jana, tulikuwa tunakula nje chakula cha mchana, tumezungumza mengi kuhusiana na parokia yetu, na nilipata wasaa pia na kuzungumza na baba askofu wetu wa jimbo, tulishare vitu vingi. Lakini sister, nikuhakikishie ushirikiano najua tunaendelea na ujenzi wa kanisa lakini, na mimi nimeshatoa mwenyekiti, katibu, yeah. E, nimetoa mchango wangu ule wa tu, yeah. wa kikawaida ambayo tunatakiwa kila mwanajumuiya aweze kutoa yeah, lakini kuna yale mengine ambayo makubwa tutashirikiana, ili na mimi niweze kuomba msaada kwa marafiki zangu ambao na mimi pia nimekuwa niki- nikiwasaidia. Kwa hiyo hapa karibuni sana, jisikieni hapa nyumbani kwenu, hata kama mimi sipo, kama mnataka kufanya ibada karibuni. Amina mwenyekiti, yeah, tutakuwa nawasiliana na mimi. Kwa kweli kwenye makazi yangu yote, iwe daa iwe wapi, nikiwa Njombe shamba na najumuia, na nikiwa sijui na mtumbo huko shambani na na makazi najumuia. Kwa hiyo nimekuwa nikifanya hivyo kwa sababu naamini moja tu, um, si tu kwa viongozi, lakini kwa sisi binadamu Baraka zinapatikana kwa Mungu na Mungu anapenda umtumikie, ujinyenyekeze kwake. Kwa hiyo, bila kufanya hivyo, hata kama unatamani kitu chochote kile, huwezi kufanikiwa bila mkono wa mwenyezi Mungu. Kwao nalitambua hilo, na nadhani nimeishi katika hiyo njia. Naamini Mungu ndio maana ananisaidia. Kwao nihakikishie viongozi wangu wa jumuiya, tutashirikiana kweli kweli, kwa sababu nia njema nikuona Uh, Katoliki yetu inaendelea kustawi kwenye Amina, kwenye maeneo yetu na Katoliki kisha stawi ndio ustawi wa jamii.